wadaa bidawatihi ila yaumi din amma baadu fa ssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wafuatiliaji kwa ujumla, ninapenda leo kuwaletea moja katika maudhui muhimu sana na maudhui yenyewe inahusu Eh, kuwajua ahlulhaq walistiqama alibadhiya kwamba yule ambaye anataka kuwajua ahlulhaq walistiqama alibadhia, basi inamlazimikia kurejea kwa wanavyuoni wao wenyewe na kurejea katika vitabu vyao wenyewe, na haitoshelezi kabisa kabisa kutegemea maandiko ya wengine wowote wale ambao wasiokuwa ahlul haq wal istiqama al ibadia wala kusikiliza wengine wasiokuwa katika ahlul haq wal istiqama al ibadia, <coughs> khususan tukifahamu kwamba katika maandiko ya wanavyoni wetu kuna maneno ya kiistilahi ndani yake, na mimi leo hapa naleta mfano tu mfano mmoja katika mifano mingi na mfano huu ni kitabu hichi ambacho tunakiwa na mbele yetu hapa eh, kinaitwa Maqalatu Lislamiyina wa Ikhtilafu Lmusallina. Kitabu hichi mwandishi wake ni shekhu wa ahli sunnati waljamaa, ni shekhe wa ahli sunna waljamaa, huyu Limam Abil Hasani Aliy bnu Ismaili al Ashari. Taban huyu ni mwanachuoni katika navyona kubwa sana katika madhehebu ya Ahlisunna Waljamaa, na mwanachuoni huyu anakubalika na wote katika safu za Ahli Sunna Waljamaa, na kila pote katika mapote yao, eh, wanadai kwamba imamu huyu ni katika imam, ni imamu wao. Ukienda kwa Ashaira wanakuambia huyu ndio imamu wao na madhehebu ya Ash'ari imenasibishwa kwake, sawa. Na ukienda kwa hawa unajiita masalafu, wanasema huyu ni katika maimamu wao pia, sawa. Na kila mmoja na madai yake. Huyu shekhe Abul Hasan aliyu ibn Ismail al-Ash'ari, ye alifariki mwaka wa mia tatu na thalathini hijria Yaani ni katika wanavyoonwa karne ya nne hijiria, na kweli ni imamu mkubwa sana. Hey, kumbahu. Na inasemwa kwamba huyu kwanza alikuwa katika madhehebu ya Mutazila kisha akaachana na Mutazila akaingia katika madhehebu ya Ahli Sunna Waljamaa na akawa ni mwenye kupigania madhehebu ya, ya Ahli Sunna wal Jamaa. Muhimu kitabu chake hichi ndio kitabu kinachotegemewa kitabu chake hichi ndio kitabu kinachotegemewa kujua madhehebu za Kiislamu na kujua makundi ya Kiislamu na watu waliokuja baada yake na walioandika kuhusiana na tofauti za Waislamu walitegemea kitabu hichi Maqalatul Islamiyina wa Ikhtilaful Musallina, na kitabu hichi utakikutia katika vyuo vikuu vinavyotegemewa na katika maahid za ja kusomeshiana dini katika wao kwa ajili ya kuwa ni marejeo eh, ya kuaminika ya kujua madhehebu za Kiislamu. Hasa tukienda katika kitabu hichi katika juzuu ya kwanza, kama tunavyoona hapa, alikuwa yeye anatoa taarifu ya kuwatambulisha Maibadhi taban maandiko ya kombele yetu tunayoona hapa kwanza akasema wamin alkhawariji al ibadiya, na katika makhawariji ni maibadhi moja kwa moja. Yeye kawaingiza maibadhi katika mjumuiko wa makhawariji. Si tatizo sisi kutuingiza katika mjumuiko wa makhawariji, lakini kwanza tuletee taarifu ya makhawariji ni nani, kuweza kuwajua ni nani makhawariji, kwa mujibu wa utambulisho ama kutoa watu maneno kama hivi la kwa sababu tuhuma ya khawariji hii ni tuhuma ambayo inategemea sifa zake, pale zitakapokuwa basi hao wenyewe watakuwa ni mahawariji. Kirejea kwa mujibu wa mariwaya ya hadithi, sifa zilizotajwa huko hazipatikani kwa maibadhi, zinapatikana kwa wengine wasiokuwa maibadhi. Bali hao ambao waliotakiwa katika hizo riwaya, kwa piga vita mahawariji, utakutia riwaya zinawaweka wao katika safu za mahawariji. Sawa, hiyo ndo mtihani mkubwa upande wa ndugu zetu hawa. Almuhimu, jambo la kwanza, kawaweka maibadhi katika mjumuiko wa makhawariji, halafu kawagawa makundi, akasema firaqul ibadhiya, mapote ya kiibadhi, kamba ibadhi wana makundi na wao vile vile. Kundi la kwanza alhafsia. Sawa, so, na Abul Hasan Al Ashari mwanachuoni wa karne ya nne maibadhi kipindi hicho walikuwa na dola zao, walikuwa na nguvu zao, na walikuwa wapo Sao, eh? kwa wingi katika Omani. Hakufanya yeye juhudi ya kuwafuata maibadhi wala kutafuta vitabu vyao, sawa. Akajitungia akasema kundi la kwanza alhafsia, asema alfirqatu alula, kundi la kwanza. Minhum, katika hao maibadhi, yuqalu lahum alhafsia, wanaitwa alhafsia

kisha akakufuru mengine yote yasiyokuwa Allah mtukufu, min rasulin, ikiwa ni mtume yoyote yule akamkufuru, au jannatin, au pepo, akataa kuwepo kwa pepo wala malipo ya pepo, au narin, au moto, au amila bijamii khabaith, au akafanya maovu yote, min katli nafsi, kama kuwa nafsi za watu, wastihlali zina, na kuhalalisha usinifu wasairi ma harama Allahu, na yote aliharamisha Allah mtukufu min furuji nisai, katika tupu za wanawake, fahuwa huwa kafir, huyo ni kafiri tu, bariu mina shirki, lakini si mshiriki na huyo. Sawa. Haa. Sawa. Wakadhalika, man ishtaghala bi sairi ma harama Allahu, na vile vile yule atakayekuwa kazi yake ni kuvamia yote aliharamisha Allah mtukufu, mimma yuakalu, kwa ni yakuliwa, wa yushrabu, ikwani yakunywa kama ulevi na mengineyo, fahua kafir, ni kafiri tu huyo, bariu mna shirki, lakini si mshirikina huyo. Wa man jahila Allah Subhanahu wa ankarahu, nule ambaye hatamjua Allah mtukufu na akamkana Allah mtukufu, huwa mushrikun. Huyo ndiye mshirikina. Sawa? So, eh? Kwa maana hiyo, hii kauli aliyobandika al al nayo hawa jamaa, hii kauli inatosheleza kuwa hukumu hawa ambao wamebandikwa kauli hii kwamba si waislamu hawa, ni washirikina lengo lake eh, la kuwa hukumu kwamba maibadhi si waislamu ni washirikina. Hapa alishaanza kupatikana katika kundi hili la Hafsia alolidai yeye, sisi pabana, hatujui kabisa katika safu zetu, kwa maana kuna kundi la kiibadhi letu Hafsia. Hakuna hicho kitu, wala hatumjui Hafsi bin nabii Miqdami huyo. Sawa? Siui ikapata wapi? Sawa, hana marajia, katoa kichwani kwake tu wapi kapata, Allahu aalam. Tukenda tena mbele e, akaleta kundi la pili, akalita yazidia, wal firqatu thania minhum, kundi la pili katika hao maibadhi, usamuna lyazidia, wanaitwa kwamba ni yazidia. Kana imamuhum, walikuwa imam wao Yazid ibn unaisa. Ni Yazid bin unaisa au bin anisa? Sijui kapata wapi, wala kundi hili sijui kalitoa wapi Abul Hasani Al Ashari huyu <laughs> yaani anazua uongo wazi kabisa sawa. So, nini kawanasibishia kundi hili, ndugu zangu Waislamu? Kasema wazama na wamedai hawa anna Allah subhanahu, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sayab'athu rasulan min al ajami, ataleta mtume mwingine kutokea Wajemi. Wajemi ni wasiokuwa Warabu. Wote kwamba Allah mtukufu ataleta mtume mwingine baada ya Muhammad na mtume huyo atatokana na Wajemi, ikiwa ni Waafrika au Wachina au Wahindi au Wazungu au wote wasiokuwa Warabu. Sawa, wayunzilu alaihi kitaban min assamai, na atamteremshia mtume huyo kitabu kutoka mbinguni. Yuktabu fi ssamai kitabu, hicho kitaandikwa mbinguni Sawa. wayunzalu alaihi jumlatan wahida, akiteremshwa kwa mtume huyo mteremsho mmoja tu sawa. Kwa maana hiyo, hawa kwa mujibu wa Abul Hasan al-Ash'ari wanaitakidi kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mtume wa mwisho wala nabii wa mwisho. Washapingana na Qur'ani wazi wazi, Allah mtukufu alivyotuambia kwenye kitabu chake, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum wa dakir rasulullahi wa khataman nabiyyin Washapingana na mtume sala sallam kwa makubaliano pale aliposema, wa ana khatamu nabiyina la nabiya ba'di, na mimi ndiye hitimisho la manabii, hakuna nabii yote baada yangu. Sawa, kwa itikadi hii hawa si waislamu tena. Wuti la pili, Maibadhi hili lishatolewa katika Uislamu, kwamba hawa ndio maibadhi Maibadhi, wal iyadhu billah. Sawa, na akasema fataraka shariata Muhammadin, huyu aliacha sharia ya Muhammad, wadana bishariati ghairiha, na akaitakidi kuwepo sheria nyingine sio kwa sheria ya Muhammad, wazama anna millata dhalika nabii sabia, kwamba akazua kwamba mila ya nabii huyu atakaeletwa huyu swabia. Sawa ndio e, swabia hiyo iliyotajwa katika Qurani, walaysa hadhihi sabia allati alaiha al nasu liyum. Sawa.

wain lam yadkhulu fi dinihi, hata kama hao ahlulkitabi hawakuingia katika dini ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa sallam, walam yamalu bishariatihi, wala hawakufanyia kazi sheria yake, wa zaama anahum mu'minuna, na, na kadai kwamba wao kwa hilo watakuwa ni waumini. Kwa hivyo haya ambayo yaliyozungumzwa hapa kwa kubandikwa nayo hawa aliyazidia, eh, haya yanatosheleza Sawa, hili kundi la pili hili la utunzi wa Abil Hasan Al Ash-ari, uongo zuran wa buhtana, katika safu zetu za Ibadhi hakuja hapo kutokezea kundi letu ya zidia sawa, wala halijulikani kabisa na mamu wetu. Akasema, alfirqatu thalitha, kundi la tatu, min alibadhia, katika maibadhi, ashabu harithin alibadhi, hawa ni wafuasi wa harithin alibadhi. Qalu fi alqadari, hawa wamesema katika mawdhu ya qadar biqawli almutazila, kwa neno la mutazila, wa khalafu fihi saira alibadhia, na wakapingana katika hili na maibadhi wote wazaamu na wakadai hawa anna listitaata qabla lfili kwamba kuweza ni kabla ya kutenda. Sawa so. hapa hapa ni hili neno qalu fi lqadari biqauli lmutazila. Sawa so. hii kusema kwamba qadari kwa neno la Mutazila. Mutazila anakusudia nini? Mutazila ni maarufu kwamba wao walikataa qadar katika nguzo sita za imani, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumi l akhiri wa bilqadari. Mutazila wawakakataa sawa, na wakaitakidi Mutazila kwamba viumbe wanajiumbia vitendo vyao ikiwa ni vya kheri au ni vya shari. Allah mtukufu katakasika na vitendo vya waja Ina maana Allah mtukufu hajaumba kila kitu na waja na wao, vyao, na wao na viumbe vyao wameviumba kwa neno hili, na nafikiri hili ndio neno kubwa ambalo Mu'tazila ilikuwa ni sababu ya kumalizika kwao neno la batili, mia mia, kwa sababu neno la batili mia juu ya mia. Kwa maana hiyo akachukua neno la batili zaidi katika madhehebu ya Mu'tazila kwa bandika nayo maibadhi zuran wa buhtana kuwazulia uongo eh, na kuwabandika uongo. Si kwamba hajui, anajua. Hili kundi la tatu hili halipo kabisa katika madhhabu ya baadhi na kauli ya Mu'tazila hii katika madhhabu ya baadhi haikubaliki, wala haipo katika masuala ya qadar. Sawa a masala kusema listita'atu qabla alfi'li, kwamba kuweza ni kabla ya kutenda au kuweza ni pamoja na kutenda. Sawa, hayo ni masala, hapa si pahala kuingia baki baki ya, ya muhimu hapa tumekuja kuelezea ku, ku, ku uh, hili ambalo ame amelileta huyu Abul Hasan al-Ashari la uongo la kubandika batili maibadhi, tena batili ya Mu'tazila inayojulikana kwa wazi kabisa sawa. Halafu huyu Abul Hasan al-Ashari akaleta kundi la nne wlfirqatu rabia kundi la nne katika makundi ya kiibadhi minhum miongoni mwao yakuluna hawa wanasema bitaatin la yuradu llahu biha hawa wanaitakidi kwamba Allah mtukufu anatiiwa bila yania ndo makusudio yake sawa ala madhabi lhulikwa madhhabi abilhudhaili wa macna dhalika na maana hayo ana linsana kwamba mtu kad yakunu mutian lillahi huenda akawa ni mwenye kumtii Allah mtukufu. idha faala shay'an amarahu llahu bihi iwapo mtu huyu amefanya kitu ambacho Allah mtukufu amekiamrisha, amemwamrisha kukifanya. wain lam yaksid llaha bidhalika lfili wala aradahu bihi, hata kama hee, hajamkusudia Allah mtukufu katika kitendo hicho, wala eh, hajatia nia ya kukifanya hicho kwa ajili ya Allah mtukufu. Manake hawa hawana sharti ya nia katika ibada zao. <laughs> Sawa ili eh, bala kubwa sana halafu. Hili kundi hili hata jina akashindwa kulipa. <laughs> Alfirqa turabia, kundi la nne tu basi, jina lake ni lipi? Hujui maskini. Huu ni uongo wa wazi kabisa. Halafu huyu Topan, sisi hapa hatueleze yote alizungumza, twachukua yale zile, zile, pointi muhimu muhimu muhimu tuza uongo uongo wa wazi kabisa kuzuliwa Maibadhi. Halafu Abul Hasani al-Ash'ari akaleta habari hizi hapa. Tizameni hapa. Waqalu jami'an, na Maibadhi wote, maijimaa ijimaa ya Maibadhi hii, kwa mujibu wa Abul Hasani al-Ash'ari, wote wamesema inna lwajiba, linalolazimika an yastatibu man khalafahum ni kumtaka atubie kila anayepingana na wao maibadhi, fi tanzilin ikiwa katika katika, uh, katika aya tukufu au taawili au katika tafsiri ya aya yani tanzilin katika, katika aya tukufu ya Qur'ani, au taawili ya aya, kwa sababu kuna aya nyingine waislamu wametofautiana kuhusiana na aya hizo, waukubali kwake aya hizo maana nyingi kamakmetafautiana na maibadhi eh? Wee, kwa mujibu wa Abul Hasan al-Ash'ari, wanasema maibadhi wana, inna lwajiba la lil, lazima lililolazimika ayastatibu ni kumtaka atubie man khalafahum kila aliyetafautiana na wao fi tanzilin au tawilin katika aya tukufu au katika fahamu ya aya tukufu fa in taba, ima atubie, wa illa kutila, kama hakutubia basi auliwe. Kana dhalika alkhilafu, ikiwa kutafauti hiyo, khilafu ya kutofautiana na maibadhi hayo, fi ma yasau jahaluhu, ni katika mambo ambayo ujinga wake una nafasi, anaweza mtu asijue na hana hatia, au fi ma la yasau jahaluhu, au katika mambo ambayo ujinga wake hauna nafasi, kwamba haya kama haya jui anaingia katika lawama. Sawatb, hii kauli ya uongo wa wazi kabisa. Wailla, watutafutie kauli hii katika vitabu ya wanavyoni wetu, hukutii kabisa. Sawa, kauli kubwa ambayo unaweza kuikutia katika madhehebu ya baadhi katika masaili kama hizi, unaeza kupata yustatabu wa illa buria minhu hukuti masala ya kuua, hivi mambo ya kuua katika madhehebu Ibadhi, hakuna sana hivi, hamna fatwa za kuua ovyo ovyo, hakuna. Sawa, heee, nisa kuti naam, anatakiwa kutubia au ataikwa katika baraa, na baraa ni kumchukia kwa ajili ya Allah mtukufu, sio kumuua. Sawa, kujitenga naye basi. Sawa, ama masala haya kutaka ku, kuua kumwaga damu namna hii hakuna haya haya ni magonjwa yao walionayo wao katika madhehebu zao. o khilafu ndogo tayari wanatoa hukumu ya kuuliwa mtu anaetafautia na wao. Kwetu sisi hakuna suala hili kisha. Akasema waqalu, na wamesema Ibadhi wote wamesema: manzana yoyote atakaye zini au saraka au akaiba, uqima aleihi lhadu, atapitishiwa adabu ya kisheria humma stutiba kisha baada kushapitishiwa hii adabu ya kisheria hii atatakiwa kutubia, fa intaba ima atubie, wa illa kutila, na kama hakutubia auliwe. Na hili pia huwezi kulipata mpaka kiama, mpaka kitasimama. Sawa, huwezi kulipata neno hili katikamibadhi, hili hakuna hili. Sawa, mambo ya uongo wa wazi kabisa, ambao anawazulia maibadhi. Sasa wewe Utachukua kitabu kama hichi, utakitegemea kwa kuwajua maibadhi, sitakuwa hatari ndugu yangu t. Kwa maana hiyo, si tunawaambia ndugu zetu haya, mkisha yachukua nyie huko, yahakikisheni kwanza kupitia maibadhi wenyewe, nawakikusomesheni, waambieni tuleteeni haya kupitia vitabu vya maibadhi wenyewe. Hakuna, huyapati. Hizi ni tuhma batila za kupanga hizi, na hii inaonyesha waziwazi kwamba Abul Hasan al Ashari alikusudia kwa sababu hana marejeo, hana hana reference yama, yama ya maelezo yake haya, sawa <laughs> na Ibadhi kipindi chake wana dola w do, do, do, dola, dola zilikuwepo zimesimama, wanahukumu ya, ya, ya ya uimamu wa kisheria sawa. Abanae ni machache tu, sina haja ya kurejea kusoma yote, yote. Haya ni kutoa zile dondoo chache chache za kuonyesha jinsi gani hawa watu walivyo wazulia uongo maibadhi. Na kama haya yamethibiti hivi hivi waziwazi kwamba ni waongo, utawakubali wewe kuwatuhumu maibadhi kama ni mahawari? Kwa hivyo haya ni machache katika mada hii. Tunamuomba Allah mtukufu atupe taufiqi katika uyaridhia na tusamehe katika tuliyokosea, na tunasema subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika, hadha bil tawfiq. Ndugu yenu hapa Abu Hamid Hafidh Swafi, na hii ni ni Faidika na Mawaidha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.